Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media, na hapa tunaelekea moja kwa moja huko nchini Pakistan pamoja na nchini Afghanistan. Pakistan na Afghanistan zimekubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa saa 48 kufuatia mapigano makali ya mpaka yaliyosababisha vifo na majeruhi kadhaa usiku wa kuamkia Jumanne, kwa mujibu wa maafisa wa Pakistan. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema Jumatano kwamba makubaliano hayo ya kusitisha mapigano yataanza kutumika saa 12 jioni kwa saa za eneo hilo. Pande zote mbili zimeahidi kutumia mazungumzo kutafuta suluhu ya mzozo huu, ambao ingawa ni mgumu, unaweza kutatuliwa. Tangazo hilo limekuja baada ya mapigano mapya katika mpaka wa kusini mashariki mwa Afghanistan, wilaya ya Spin Boldak, na upande wa Pakistan Chaman, ambapo watu kadhaa waliuawa na wengine kujeruhiwa. Msemaji wa Taliban ya Afghanistan Zabihullah Mujahidi kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter aliilaumu Pakistan kwa kuanzisha mashambulizi hayo kwa kutumia silaha ndogo na nzito, na kudai kuwa mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya raia 12 na zaidi ya watu 100 kujeruhiwa. Afisa wa habari katika wilaya ya Spin Boldak, Ali Muhamadi Hakmai, alisema kuwa idadi ya waliouawa ni 15 huko, hospitali moja ikiripoti kuwa wanawake na watoto 80 wako miongoni mwa majeruhi. Mujahid alidai kuwa wanajeshi wa Afghanistan walijibu mashambulizi hayo kwa kuua idadi kubwa ya wanajeshi wa Pakistan, kuchukua silaha na vifaru vyao na kuharibu kambi kadhaa za kijeshi za Pakistan. Hata hivyo, maafisa wa Pakistan walikanusha madai hayo na kusema kuwa Talibani ya Afghanistan ndiyo iliyoanza kufyetua risasi kuelekea katika kituo cha jeshi la Pakistan na maeneo mengine mpakani na kusababisha mapigano yaliyodumu takribani saa tano. Reuters ilinukuu maafisa wa usalama wa Pakistan wakisema kuwa wanajeshi sita wa Pakistan waliuawa na raia wanne kujeruhiwa. Katika taarifa yake, jeshi la Pakistan limesema lilijibu mashambulizi kutoka kwa Taliban kwa ufanisi mkubwa na kuua kati ya wanajeshi 15 hadi 20 wa Taliban na kujeruhi wengine. Pia walidai kuzuia mashambulizi mengine katika wilaya ya Kurram kaskazini mwa nchi hiyo. Jeshi liliendelea kusema kuwa Pakistan ndiyo iliyoanzisha mashambulizi ni ni uongo wa wazi na upotoshaji mkubwa. Lilitangaza kuwa lipo tayari kulinda mipaka na uhuru wa taifa hilo. Mwandishi wa Aljazira Kamal Haidar akiwa katika eneo la mpaka wa Torkam alisema mapigano hayo ni hatari kubwa na yanaweza kugeuka kuwa mzozo mkubwa zaidi. Wakazi wa eneo la Chaman walisema mabomu yalikuwa yakidondoka katika makazi ya watu na baadhi walilazimika kukimbia. Mvutano huu mpya unakuja siku chache baada ya mapigano makubwa mwishoni mwa wiki yaliyosababisha vifo vya makumi ya watu pande zote mbili hata baada ya Saudi Arabia na Qatar kuingilia kati na kusaidia kusimamisha mapigano hayo. Vituo vingi vya mpaka bado vimefungwa. Talibani ya Afghanistan ilidai kuwa ilishambulia vituo vya kijeshi vya Pakistan kwa kulipiza kisasi kwa kile ilichokiita uvamizi wa mara kwa mara wa anga wa ardhi ya Afghanistan, na kudai kuwa wanajeshi 58 wa Pakistan. Pakistan ilikanusha idadi hiyo ikisema walipoteza maisha ni ulikuwa wanajeshi 23 lakini iliua zaidi ya wapiganaji 200 wa, wa Talibani na washirika wao. Pakistan inaishutumu Kabul kwa kuwapa hifadhi wapiganaji wa, wa kundi la Pakistan Taliban TTP ambalo limekuwa likifanya mashambulizi kadhaa ndani ya Pakistan, lakini serikali ya Taliban ya Afghanistan inakanusha ikisema, haitoi nafasi kwa kundi lolote kutumia ardhi yake ya kushambulia mataifa mengine. Tension pia imeongezeka baada ya waziri ya wa mambo ya nje wa Afghanistan Amir Khan Mutaki kufanya ziara nchini India, mpinzani mkubwa wa Pakistan, jambo lililokasirisha Islamabad. Mutaki akizungumza akiwa India alisema kwamba nchi zote mbili zinataka uhusiano mzuri, lakini kuna makundi ndani ya Pakistan yanajaribu kuchochea vurugu. Hiki ndicho ambacho kimejiri, mtazamaji, kutokana na mustakabali mzima kati ya Taliban pamoja na Afghanistan kuweza kuwa na mapigano wiki iliyopita, lakini mapigano rasmi yameweza kusitishwa kwa siku mbili, yaani saa 48. Nitakujuza yote mtazamaji, ambayo anajiri huko. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.